Tanzania mimi naitwa Steria Mvungi kwenye Ayo TV Entertainment. Siku ya leo utafahamu ni kwa nini uh, mume wa mwigizaji Shamsa Ford, mwigizaji kutoka Bongo Movie, aliandika kwamba watu wanataka kuwagombanisha yeye na mke wake. Unafahamu ilikuwa vipi, wakamwambia mume wako wa kutoroka? Lakini kabla sijakupa haya yote, naomba tuungane na Mr. Countdown Millard Ayo, mtu wako wa nguvu kutoka GSMO. Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Eh, bana sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja, moja jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli, siwezi kumaliza gorofa zote nne kukuonesha kila kitu. Kwa sasa cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pug Road, ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Well, siku zilizopita uh, mume wa mwigizaji kutoka Bongo Movie Shamsa Ford alitumia ukurasa wake wa Instagram akapost picha ya gari na kuandika maneno y ya yanayoashiria kwamba kuna watu wanataka kuwa kuwagombanisha ama kuna watu ambao wanaleta uh, zile figisu figisu ili yeye na mkewe waachane. Aliandika hivi kwenye ukurasa wake wa Instagram. Tafuteni njia nyingine za kumchafua mke wangu na si hizo mnazotumia. Kama nia yenu ni kutugombanisha, hamtofanikiwa kwa sababu tumeunganishwa na Mungu. Sasa baada ya kuona post ile, mimi nikawa sijaelewa nini kinaendelea exactly. So IOTV Entertainment ikaona sio vibaya kumtafuta Chidi Mapenzi ambaye ndiye mume halali kabisa wa Shamsa Ford. Tukamuuliza WhatsApp. Mi toka nimeoa kumekuwa na maneno mengi sana yanaongelewa, wamona. Unajua siku zote ukioa sawa, watu wengi wanaoa wanashindwa kukaa na ndoa zao kwa sababu ya maneno, umeelewa? Sasa Unajua, toka nioe mke wangu anapewa maneno mengi sana kuhusu mimi. Labda kuna kipindi hapa katikati nilisafiri nikakaa kama miezi mitatu hivi, wakamwambia mume wako kakutoroka, nini? Yani mtu mwingine anakuja mpaka kwenye kwenye nini Insta message anakutumia vitu vya kijinga nini. Juz, juzi juzi hapa kuna watu walikuwa wanatumia picha ya mke wangu, umeona bana, picha za ajabu ajabu, picha zenye za zamani, umeona afu anaongea vitu ambavyo yani vinakufanya mtu upanike. Sasa kama una akili unaweza ukapanike, umeelewa dwini. Ndio maana nikaposti ile gari, nikaposti na picha kwamba kama mnatumia njia hiyo kunigombanisha mimi na mke wangu, atutogombana milele kwa sababu yule mwanamke kanipa Mungu, umeelewa. Na ndio maana nikaamua kumuoa, kwa sababu mimi sijakurupuka dwini kumuoa mwanamke. nadhani hata kwenye harusi ulikuwepo, nilikuwa na furaha na kila kitu mpaka nililia kwa sababu nilikuwa siamini kile kitu ambacho kinatokea, umeelewa ndugu yangu. Kwa hiyo watu ambao wanataka kunigombanisha mi na mke wangu da, mwanangu, ni swala swala gumu sana. Mi naamini Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaweza kunigombanisha mi na mke wangu. Okay, kwa story nyingine na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat, everywhere ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Lakini kama haujasubscribe, unaweza kusubscribe sasa hivi kwa kubonyeza hicho kitufe chekundu hapo chini, utakuwa mtu wa kwanza kabisa tutakapokuwa tunapost kwenye YouTube channel ya Millard Ayo, utakuwa unaona. Mimi naitwa Asteria Mbungi, asante. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.